Fadla ya kwanza ya kutoa ni kwamba alinfaq fi sabili llah aljud alkaram sababun min asbabi alghibta. Maana ya ghibta, ghibta ni tamko la Kiarabu ambalo linamaanisha mtu kutamani jambo la kheri na yeye kadhalika ambalo limemfika ndugu yake Mwislamu na yeye pia atamani kufanya kama vile Mwislamu mwenzake au Mwislamu mwenziwe aliyeneemewa na Allah subhanahu wa taala, aliyetunukiwa na Allah subhanahu wa taala na kukarimiwa na fadhila ile, na yeye pia awe anaitamani fadhila ile iwe kwake. Na hapa ndipo tunapata tofauti ya ghibta na hasad. Hasad ni tabia ya uovu, tabia mbaya

Ni tabia ya mwislamu kutamani neema iliyomfikia mwislamu fulani na yeye kadhalika awe nayo, wakati huo huo mwislamu yule aliyeneemeshwa neema ile iendelee kubakia kwake, ni yeye tu kwamba yuatamani na pia na yeye angelikuwa kama fulani, na yeye pia angelikuwa kama fulani ameneemeshwa neema fulani ambayo Allah Azza wa Jalla akamjalia nayo. Kwa hiyo tabia ya jud na infaq

na hii ni katika alfadh ambazo wanazuoni wanaziita alfadh mushtaraka, katika lafdhi ambayo inaweza kushirikishwa ile ile tabia ambayo sisi tunaijua kwamba ni mbaya, lakini Mtume alayhi salatu wasalam hakukusudia hasadi ya ubaya au hasadi mbovu au hasadi iliyo chafu ambayo Mwislamu amekemewa kutokuwa nayo. Alikusudia kwa tamko la hasad ile ghibta ambayo Mwislam atakiwa kuwa nayo, ingawa alitumia lafdhi ya hasad

yule aliyekunjuliwa katika riski na mali yake ikawa mali ile iwaitoa kwa wale wanaostahiki ile mali na kuigawanya na kuipeleka uh, kwa njia ya haki, kila ambaye Allah azza wajal amemjalia kwamba ni muhtaj na yastahili kupaka kupata katika mali ile, basi huyu bwana aliyeruzukiwa neema hii ya Allah azza wajal hajamzuia wala hajamnyima. Hiyo ni sababu ya kwanza kubwa ya ghibta, kwamba Mwislamu lau utamwona mwislamu mwenzio aliyoruzukiwa neema hii, na wewe ukatamani ukasema, na mimi pia naomba na natamani kwamba lau Allah subhanahu wa ta'ala na mimi atanipa kama hivi alivyompa huyo fulani, na mimi pia kadhalika nitafanya kama vile yeye anavyofanya, na mimi natamani pia kufanya kama fulani anavyofanya, namna ninavyoona kwamba anavyosaidia watu katika mambo ya kheri na kuwatoa watu katika dhiki na kuwaondolea watu umaskini, kuwaondolea watu balaa, kuwaondolea watu tabu, na kila mwenye shida anapokwenda kwake hamregeshi kwa shida aliyonayo, fasallatahu ala halakatihi fil haq. Mtu wa pili, rajulun atahu Allahu hikma, mtu ambaye Allah azza wa jalla amemtunuku hikma. Hikma ni tamko wasa, tamko pana ambalo ndani yake kunaingia ilmu anafi, elimu iliyo na manufaa na busara iliyo na manufaa ukamwona mtu Allah azza wa jalla amemruzuku busara iliyo na manufaa makubwa ndani yake, amemruzuku ilmu iliyo na manufaa makubwa ndani yake. Ilmu ile yule uliyemwona aliyeruzukiwa, unamwona ananufaisha watu kwa ile ilmu, watu wanapata ilmu yake wananufaika nayo, wanatoka katika giza la ujinga, wanatoka katika giza la ushirikina, wanatoka katika uvundo wa uzushi na bidha

Huyu ni miongoni mwa watu ambao Allah subhanahu wa taala amemchagua kuwanufaisha waja kupitia kwake, na wewe pia ukatamani, na mimi pia, angalau ningelikuwa miongoni mwa hao ambao waja wa Allah subhanahu wa taala watakuwa wanaonufaika kupitia kwangu kwa, uh, kwa, kwa ile elimu ilionayo au kwa mali ilionayo. Kwa hiyo haya ndio mawili katika zile sababu pekee Mtume sallallahu alaihi wasalama hakutaja mengine yote yaliyoko duniani mengi ya yale yaliyoko duniani mengine, lakini mtume alayhi salatu wassalam, haya mengine yote haku, hakuyafanya kuwa ni sababu ya mwislamu kutamani aa, miongoni mwa yale matamanio ambayo mwislamu anayetamani, na huu ni mwongozo mkubwa sana wa mtume wetu Muhamadin salawatu rabbi wasalamu alayhi ya kwamba mwislamu lau kuna kitu ambacho atatamani, basi atamani mojawapo hizi sababu mbili pekee yake. Muangalie aliyoruzukiwa mali, ikiwa unatamani mali lakini yule ambaye aliyepewa mali na anaitoa mali ile katika njia za kheri zote, anatoa mali ile kuwapa wale wanaostahili, kila moja kulingana na uwezo ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemkadiria. Au mwangalie aliyepewa ilmu na vile anavyoifundisha ni ilmu ile na kuitoa na kuwapa wale wanaostahili ile alilm annafi na ilmu ya haqi na busara na hikma na wewe kadhalika ukatamani, na mimi angalau ningelikuwa na sehemu ya ilmu hiyo, nikawa nawafundisha waja.